Habari vipi na mtazamaji wote pale ulipo katika ufuatiliaji wako channel hii Aisha's Food, leo nimekuja kuleteni jinsi ya kupika halua ya Kiswahili, ile halua halisi. Hapo nimeweka sukari kikombe kimoja na nusu, nitaiunguza mpaka iwe brown. Na hapo ndo na nipo katika ile hatua ya kuunguza hiyo sukari, unaona. Kwa hiyo unaacha jikoni, yani sukari mimi nimetumia nyeupe pamoja na brown, lakini hapo nimeanza na nyeupe. Lakini pia kama una sukari ya brown peke yake, pia inakuwa haina tatizo unaweza ukaongoza sukari ya brown na ukaendelea na hatua nyingine. Na kama hivyo ambavyo unaonekana sukari tayari imeshayoyuka imekuwa brown. Baada ya hapo basi, nimefuatia kuweka maji vikombe vitatu, kisha nitachanganya kidogo, na pia nimeweka sukari ya brown kikombe kimoja, nimeweka zafarani pamoja na rose water nusu kikombe, nimeweka unga wa kungumanga, nimeweka na iliki ya unga kijiko kimoja kidogo cha chai kisha baada ya hapo basi nitamimina unga wa tapioka ambao tayari nimeufanya kama uji. Nimepima unga tapioka kikombe kimoja na nusu na maji kikombe kimoja, yani nimechanganya pamoja. Utachanganya kwanza, alafu ndo utamimina katika pani yako ama katika sufuria yako, na upande wa sufuria tumia nani stick ndio nzuri katika kupikia hii halua, ama karai la nani stick. Ndo zuri sana katika kupikia halua. Kwa hiyo hapo utachanganya vizuri mpaka upate ule uzito kama hivyo ambavyo inaonekana. Kwa hiyo nitaendelea kuichanganya vizuri na kisha baada ya hapo basi, nimeweka ufuta nusu kikombe. Ufuta huo nimeupasha moto kwanza, hutouacha mpaka ukaungua, kiasi tu upate lile joto joto. Kisha baada ya hapo basi nimefuatia kuweka mafuta pamoja na samli Mafuta nimepima nusu kikombe na samli nimepima nusu kikombe, kwa hiyo jumla ni kikombe kimoja. Unachanganya pamoja, kisha unaweka kidogo kidogo kama hivyo, huku unakoroga halua yako. Yani hapo unatakiwa halua uipike mpaka iive. Na utajuaje halua yako imeiva? Tazama hii video mpaka mwisho ili upate kujua jinsi gani utapika halua yako ukiwa nyumbani Naona kama hivyo, naendelea kuweka mafuta tena kiasi kidogo, kisha nitaendelea kuipika halua. Mafuta unaweka kiasi kidogo kidogo, huku unapika halua yako. Na ikiwa una oda ya biashara ama una oda ya shughuli yoyote, basi fuatisha vipimo kwa usahihi, ili upate matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo kama hivyo ambavyo inaonekana, nitaendelea tena kuweka mafuta awamu ya tatu, kisha nita changanya vizuri kama hivyo. Halua mwenzake ni mafuta, mafuta anatakiwa yakolee vizuri kwenye halua. Na pia hii inaweza kukaa hata wiki, mwezi, kutegemeana na vile ambavyo umetaka halua yako iwe vipi, yani kutokana kwamba hujaipunja mafuta na pia halua yako inakuwa, ikiwa imepikika vizuri, basi inakuwa inakaa muda mrefu bila kuharibika, na kisha baada ya hapo Nitamimina katika tray ambayo nimepakaza mafuta na juu yake nimepambia na almonds kama hivyo ambazo nimezikatakata. Tazama jinsi ambavyo inavutia mashallah, mashallah, mashallah. Kama ni mara kwa kwanza kukutana na channel hii, na kusihi, ndugu yangu, usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na kushare na marafiki bila kusahau matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa, marafiki na wakaribisheni sana. Mpaka wakati mwingine, bye.